Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amekutana na kufanya mazungumzo na mabalozi wa nchi za Namibia na Finland. Mabalozi hao ambao wamefika ofisini kwa Waziri Mkuu jijini Dar es Salaam kwa nyakati tofauti wameelezea nia yao ya kuendelea kukuza uhusiano baina ya nchi zao na Tanzania. Taarifa zaidi na Oscar Urasa. Namibia anayemaliza muda wake ndiye amekuwa wa kwanza kukutana na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa. Katika mazungumzo yao, waziri mkuu amemshukuru Balozi Isaac na kumwomba waendeleze uhusiano mwema uliopo baina nchi hizi mbili ulioanza tangu enzi za kugombania uhuru ili kusaidia kukuza uchumi wa mataifa haya mawili. Waziri Mkuu Majaliwa amesema Namibia ni nchi yenye uchumi unaokuwa haraka na imefanikiwa katika baadhi ya sekta, hivyo angependa Tanzania ijifunze kutoka Namibia hasa katika sekta za utalii, afya na elimu. Kwa upande wake balozi Isaac amesema kuwa kipindi alichokaa Tanzania amejifunza mengi na amefurahishwa na namna waziri mkuu na serikali kwa ujumla inavyofanya kazi kwa kasi na kwa mafanikio makubwa. Akizungumza na balozi wa Finland hapa nchini Peka Huka, waziri mkuu Majaliwa ametumia fursa hiyo kuwakaribisha wawekezaji kutoka Finland kuja kuwekeza katika sekta ya viwanda na kuendeleza maeneo ya ukanda maalum ya uwekezaji EPZ ili kuongeza thamani ya mazao pamoja na kutatua tatizo la ajira nchini. Kwa upande wake balozi Huka amesema nchi yake kupitia balozi za Tanzania na Finland zimeanza jitihada za kuandaa utaratibu kwa ajili ya kuwekeza nchini Tanzania, na baadhi ya kampuni tayari zipo nchini. Aidha, balozi huyo pia alitaka kuelezwa kuhusu hali ya siasa inavyoendelea Zanzibar, ambapo waziri mkuu Majaliwa amemjulisha kuwa mazungumzo yanaendelea kufanyika kwa viongozi mbalimbali wa kisiasa.